Halafu nishazoea mimi chakula fulani, kitanda kitanda changu kiwe cha aina fulani, kula yangu iwe ya aina fulani, halafu mimi mambo ya kuwekwa na watu sasa sijazoea. Ina maana yeye uh, atayomina hana hema lake peke yake, atakana ule umma. Kwa biidhnilla, ndani ya unyenyekevu ndio tunalelewa katika hizo ibada, na ndio kheri yetu ilipo mbele ya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, nasalullah anayuthabbitana wa iyyakum

Nataka katika mambo ya khairi tunaambiwa tuyakimbilie. Mfano kama katika sala, unatakiwa ukimbilie safu ya kwanza. Na katika haya mambo ya kidunia unatakiwa usiyafanyie haraka. Hili neno la ikram tunalieka wapi? Mfano ikram ni muslimina, tunatakiwa wenzetu wafanyie khairi, tuwafanyie wema eh? tunahimizwa <coughs> kufanya mambo ya kheri kwa wenzetu kuwatanguliza <coughs> lakini, hapa umetuelezea kwamba kwenye mambo ya dini kama kuswali tutangulie sisi. <coughs> <coughs> Sasa hili neno Ikram tunaliweka wapi kati ya kutanguliza wenzetu na kujitanguliza sisi wenyewe, yani hiyo balance hapo tunaipata vipi? Ikram pili. Sasa, haya, neno al-ikram ni neno la Kiarabu na limekuja katika hadithi ya Mtume salam kwamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, ane muamini Allah uh, na siku ya mwisho amkirimu mgeni wake. Kukirimu ni neno ambalo lina maana kumfanyia wema, kumtukuza mwenzio, kumkirimu. Sawa jamani, yawezekana mkala mkawa katika mazingira hayapo ya kwamba apate mmoja akose mmoja. Tumeelewana vizuri Ikawa ikram bado imefanyika. Yani kwa mfano mtu kampokea mgeni wake, kampa malazi, kampa makazi, kampatia chakula kizuri, wakawa nashirikiana katika kile, hiyo inaitwa ikram, ikram inayo maana ya kumfanyia wema na ihsani mwenzio, na ndio kasema mtu fulani karimu bwana, pengine ni tajiri anagawa mali, anawafikiria wanyonge, anawathamini wageni wake, huo ni ukarimu. Sasa neno asabku na alithar, asabku na nini al ithar lile lilozungumza kuwahi au kuwahisha mwenzio. Hili linakuja zaidi katika jambo ambalo apate mmoja mwingine akosa, si tumeelewana vizuri? Ndio al ithar. Sasa katika dunia, katika uwanja wa dunia, mpe kipaumbele mwenzio, jinyime wewe. Maana kwa ufupi ni jambo ambalo mmoja apate mmoja anyimike, ndio inakuja ile al ithar, na asabqu hivyo hivyo safu ya mwanzo hawawezi watu 500 wote wakakaa safu ya mwanzo msikitini. Ina maana wewe wahi uipate wewe, kwa vyovyote ukipata wewe, kuna mwenzie hata ikosa safu ya mwanzo, lakini ndio dini inaniambia mimi niwahi. Tumeelewana vizuri. Kuna ithar, vyote viwili vina, vina, vina, ni vitu vinahusiana na kitu hichi, kwamba mmoja apate mwenziwe akose. Hata nikisema mmoja apate mwingine akose, pengine kuna kizuri zaidi na kizuri yaani kuna kizuri zaidi na chingine kizuri tu. Sasa mmeenda mnataka nguo moja nzuri zaidi na moja sio nzuri sana, ukamtanguliza mwenzio na nyote mnahitaji yale mavazi, ili yeye apate kizuri zaidi. Hiyo ndio inaitwa al-ithar. Kuna wakati al-ithar wewe unakosa, unampa mwenzio. Ndivyo walivyofanya Mansaru kuwapatia Muhajirini. Asabu ni kuwahi, umekuta kwamba safu hiyo inataka kujaa, wewe ukafika mapema uka, ukawahi pale mbele. Tumeelewana vizuri. Hiyo ni sab. Ikramu inaweza ikapatikana bila ya kuwepo sab wala ithar. Ni kama vile umemkirimu mgeni wako mkala wote. Yaani hakuna jambo ambalo litakwisha ibidi apate mmoja mwingine akose. Sasa ikramu ina maana pana zaidi. Ama asab kwa ithar ni katika jambo ambalo hamwezi nyote mkalipata. Sasa katika uwanja wa kira, sab wahi wewe. Katika uwanja wa dunia aliithar mtangulize mwenzio. Hicho ndio tunachokusudia. Na ndio maana basi yule bwana katika kisa cha, cha Saad yule kama sikosahihi, yani ilikuwa kuna mtu na mzee wake wa, imekuja taarifa ya kwenda vitani na ima ende yeye au ende babake zama za Mtume. Sasa sala vitani, jihad, maana yake kupigania Uislamu. Sasa baba mtu anamwambia mwanawe, mwanangu, wewe kaa shughulikia familia, mimi naenda huko, na anajua kenda ndo anauliwa kwayo, abakie mmoja kusimamia familia, kwa sababu baba mtu ndo anamkewe na wengine wana familia na mwanawe wa kiume pia ana mkewe na wengine katika familia. Na mwana akamwambia, baba hapana, lau kana ghaira aljannati la athartuka bihi, ingekuwa jambo tunaloshindania swala la janna ingekupa kipaumbele. Maana yake ingekuwa la dunia, ningefanya ithar, lakini kwa, lakini kwa sababu ni jambo la akhera, ili haiwezekani mwanangu. Wewe baba yake, sababu baba yake, mwisho ikapigwa kura ikamtokea mwanamtu, ndio yeye. Sasa nini maana yake? Maana yake ni kwamba tunafundishwa katika uwanja wa dunia tuwe na ithar, ndio Qur'an inavyotuambia, na katika jambo la akhirah tuwe na asabk. Tusiberue mambo ikawa katika akhirah natangulizana katika dunia anawahiyeye tu, mambo yasiwe uh, hivyo. Sasa ikram ipo karibu zaidi na sabq, iko karibu zaidi na ithar, iko karibu zaidi na ithar. Maanake ikram ni kumpa mwenzie wat ukampa uka, uka ile nafasi lakini yawezekana ikram ikapatikana bila ya uwanja wa ithar kuwepo, nalo ni katika jambo ambalo linatosha kwa nyote wawili. Nachotaka kusema ni ithari, ni ikram, ni neno pana zaidi kuliko ithara. Huwa ni katika kile ambacho hamwezi kupata nyote na unampa kipaumbele. Ikram yawezekana umemwalika mtu mkala na nyote ikakutosheni, ikawa kuna ikram, lakini hakuna ithar. Kwa hiyo ithari iko juu zaidi kuliko ikram kidaraja. Naam.

Na <tipi> hii talbia inafaa kutamka ule wakati wa hija, yaani wakile kitendo cha hija au umra, au pengine wakati wowote, hata pengine mfano watu wamekwenda ijtimai wanaweza wakaitamka hiyo talbia. Jambo hili litafafanuka zaidi katika darasa zetu za mbele. Tutaona maulama watataja talbia, mipaka yake, na kitu kikishatajwa mpaka, maana yake kabla ya mpaka hakipo na baada ya mpaka hakipo. Katika umra wataitaja mpaka wa talbia unaanzia wapi. Wanasema ni pale baada ya mtu kuhirimia umra ukishasema labbaik Allahumma umratan, hapo utasisitizwa msisitizo mkubwa sana ulete talbia, ikiwezekana kila wakati usiachize, kama walivyofanya mitume alaihi musalatu wassalam. Na hao hao wanavioni au dini na sheria inakukataza jambo hili hapa usilifanye, lakini katika mahala pake inakuhimiza ulifanye kwa kiwango kile ambacho sheria inapendelea. Na mara nyingi watu wanakuwa hawaifanyi talbia ipasavyo ule muda wake husika hasa hawaifanyi ipasavyo tofauti na hawa mitume. Mtume alipokuwa akionyeshwa katika safari zao, wamo ndani ya talbia tu. Wao kamuona Yunus, ananyanyua sauti na Musa vile vile, alayhimas salatu wassalam. Na hiyo ni mifano miwili ya kutuonyesha kwamba na hao wengine walikuwa hivyo, kwa sababu katika kitu kitachoipamba sana ibada ya haji ni talbia. Na ndio maana tukasema kwamba hata hajun mabrur katika sifa zake tulostaja, kuna mambo kama matano tuliyotaja na mengineyo. Jambo moja ni al-ajju wath-thaj, kumwaga damu za wanyama na kunyanyua sauti kwa ajili ya talbia mara kwa mara na hata yule aliyekufa pale, tumemwona katika darsa iliyopita nadhani, au ya nyuma yake, kwamba mnyama akamdondosha, lakini yuko katika mazingira Arafa, na atafufuliwa na leta talbia. Sasa talbia wakati wa umra wanahitaji ni baada ya kuhili, kwa sababu pale talbia sio wakati wake pale. Sasa zinaanza dua, kila watu Qur'an na mengineyo, katika mizunguko ya tawafu na sa'i yake, mpaka katika umra na haji lakini mwisho wa talbia ndio kuna tofauti baina umra na haji. Katika haji mwisho wa yani talbia ni mwezi kumi ukirembea ile jamra. Tumeelewana vizuri, yaani mwezi nane watu wataanza talbia, mwezi tisa wataendelea na talbia, mwezi kumi vile vile. Na hiyo kipindi hicho cha talbia kuna wakati itakuwa ni wakati wa dua zaidi. Kwa mfano, siku ya Arafa ni siku ya dua zaidi, kuanzia dhuhuri mpaka

kuna na almunada alayhi ile sababu ya kuitiwa ewe fulani njoo nifanyie kitu fulani ndio maana katika dua latif ni mahala pake lakini wakati wa dhikri sio mahala pake kwa asije akapoteza mtu umri akitaraji anapata thawabu kumbe mbadala wake kaingiza jambo kwenye dini halimo na sio tu anakosa thawabu anaingia kwenye dhambi ya latif sawa, lakini katika dua na hivi, katika kukaririwa katika mara mia ngapi, na sio katika katika dhikri. Mtu asije kazileta 100 200 kumbe kwanza sentensi yenyewe haijakamilia na kumbe asili ya, ya dhikri ni sentensi ndio kamilia, iwe dhikri iwe dua. Kwa subhanallah ni tamko kamili, alhamdulillah tamko kamili, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la hawla wala quwwata illa billah, hizo ni asma Sasa, ya Latif ya Qahar unaita tu, umwambie unachomuitia hapo, hakuna jambo. Swala so, so jingine <clears throat> ya, ya kwa masala yaliyo haramu kwa mwenye kuhirimia hija, wakati ningia pale, kuna sentensi nilikuwa nikusikia ukiisema kwamba mathalan kunyoa au kukata kucha hivi au kundoa wasa tope taka katika mwili. Swala langu liko hapa. Je, kuondoa taka za sikio haitaingia katika haramu au nayonaingia? Aha, hilo ni somo la kuja mbele, tutakujaambiwa mbele mambo yaliyokatazwa baada ya mtu kuhirimia. Lakini jawabu ya haraka ni kwamba taka tulizokusudia hapa ni zile ambazo tutakuja zitaja mbele, nywele za sehemu za siri, za kwapa. Aa, aa. Kwanza kwa ufupi, kuna vitu ambavyo ni suna kuvifanya kabla kuhirimia kuzitoa hizo takataka za nywele nywele hizo, lakini hatukusudii ndevu kwa mwanamme. Ndevu kuiacha ni sunna, lakini sharubu wala nywele za kichwani hizo sio taka. Sasa ukishahirimia, unakatazwa kila chenye asilia ya nywele mwilini kukitoa, na ndio maana ukatakiwa usafishe mwili kabla ya kuingia, kuingia kwenye kuhirimia. Kwa hiyo kwa mfano mwanamme ana, ana sharubu, makosa kuzitoa. Sasa nywele uh, hapa na sehemu zote za mwili, kwa hiyo nywele kutoa kucha hilo jambo atakatazwa ama taka za mwili kama vile nongo za kwenye mwili taka za sikioni mafua hivyo vyote atavitoa tumeelewana vizuri hivyo vyote ataviondoa na muislamu anatakiwa awe safi tena tusije tukaambiwa kwamba Allah anajifakhirisha na watu arafa pale akaona kwamba asioge umeona vizuri bwana ehe na ajitie vumbi kusudi haijakusudiwa hivyo ni kwamba limeingia lile vumbi katika nguo ndo Allah azza wa jalla anajifakhirisha lakini hatukusudii taka za mwili zisiondolewe. zi, zi, zi haji anapiga mswaki, anasafisha masikio, ana anajitakasa kama kawaida, na usafi ni sehemu ya ibada. Na hata Mtume sasala kabla kuhirimia akajitia manukato. Unajua, nguo duni na usafi ni vitu viwili tofauti. Tumeelewana vizuri? sijui nguo duni na usafi vitu viwili tofauti. Anaweza kama mtu ana nguo mpya lakini chafu, na ngumpia, anaweza kama ana nguo duni imechoka lakini safi. Sasa mitume walikuwa wasafi. Mitume walikuwa nini? Wasafi, walikuwa na, na, na ndio itakiwavyo katika dini yetu, alislamu ni nadhafa. Kwa hiyo biidhinilaya, vingine vinaondolewa, lakini vile vitu maalumu ambavyo katakiwa asafishe kabla kabla kuhirimia, uh, vile anatakiwa ajisafishe tena kwa nia ya kumridhisha mola wake subhanahu wataala, na kabla kuanza kuhirimia anatia manukato mwanamume uonyesha kwamba dini yetu inapendelea heri na harufu nzuri na yuko katika mazingira mazuri, tumefahamiana na vizuri. Na ndio maana hata hiyo hiyo ibada yenyewe tukiifanya, ni vizuri tuingie na mavazi mepya safi ya zile ihram, lakini sasa kawaida zitachafuka tu zile. A, mwezi nane mwezi nane ukiyavaa yale mpaka mwezi mwezi kumi, si ndio yatachafuka ya yale kawaida ndio maana Allah, hasa hususan, mazingira ya zamani ndio yalikuwa zaidi jauni shu'than wa ghubra. Sasa katika mazingira kama hayo, utanashatiwa ziada. Upi ambao hatupendelee ni kwamba mtu ashachukua ihramu zake anapea kama nne, kwa hiyo kichafuka kidogo, anafaa nyingine, kwa sababu kazoee kazu yake haina doa, tumedoa na vizuri. Sasa akaja siku ile Arafa kama kama vile alivyokuja Jibril kutoka mbinguni mpaka masaba, akashangaa: mbona kaja safi ana hatumjui yule. Maana yake alikuja Jibril pale, wakasema tumeshangaa, kaja mtu mgeni hatumjui, lakini nywele zake nyeusi hazina vumbi, nguo zake nyeupe hazina vumbi, kaja kuuliza kwa mtume sala. Akashangaza kweli, maana mgeni lazima awe kachafuka. Alafu akasema la ajabu alichokuwa akiuliza mwisho, anamwambia huyo anemuuliza, sadaqta, umesema kweli. Na asojua akiuliza hasemi hivyo Omar alitushangaza sana. Mwisho ndo Mtume akasema mnamjua alokuja nani? Yule Jibrili. Msafiri kweli, lakini si wa ardhini, akatokea mbinguni na uko juu hakuna vumbi na akaja na mazingira safi. Kwa hiyo sio hivyo, sisi ni wanadamu sio malaika. Kwa hiyo kuchafuka kuona vumbi ni sababu ya fahari ya Allah juu ya mbia. Na wanasema kila athari mbaya ikizaliwa na ibada, athari asili yake si nzuri, lakini imezaliwa na ibada ishapata thamani. Na ndio maana Mtume akasema la khulufu fa misaimi atyabu inda Allah min rihil misk. Harufu harufu mbaya inayotoka katika kinywa cha aliyefunga inapendeza mbele ya Allah kuliko kuliko miski. Na aliyefunga kikawaida nusu ya pili ya mchana inaanza harufu. Na ndio maana madhhabi ya Kishafi wanaona si vyema si sunna kupiga mswaki baada ya duluku shams. Kwa sababu matumbo yakiwa hayana chakula baada ya muda sasa ndio kuna harufu fulani inatoka tumboni. Ile inakuwa sio ya kinywani inatoka tumboni. Sasa madhhab ya Shafiia anaona mtu asipige mswaki baada dhuluk shams, yani nikishapinduka jua ikaanza nusu ya pili ya mchana, kwa sababu pale ndio ile harufu inadhihiri, kwa sababu usiondoe ile harufu kwa sababu Allah alisema anaipenda kuliko miski. Lakini kauli sahihi ni kwamba mswaki unapigwa tu muda wote. Mtume kahimizia mswaki. Hatuwezi kuchukua hadithi, hadithi hii imetuambia tu ile harufu inapendwa. Sasa ipo bas, Allah ataipenda. Ikishakuwa mswaki wenyewe humunyuka ukaingia tumboni. Kwa hiyo wakasema damu ya shahidi imependeza mbele ya Allah, ingawaje kwa kiumbe ni najis, lakini damu shuhadai ina thamani na harufu ya kinywa cha aliyefunga na vumbi la mahujaji na vumbi la jihad. Mtume zasal amesema vumbi lile halikusanyiki na moshi wa jahannam, na hata wino wa maulama mpaka wakasema midadul ulamai kadimai shuhadai, wino wa maulama ni kama damu za mashahidi Damu za mashahidi ni kwa ajili ya kunyanyua Uislamu na wino wa maulama katika vitabu ni kwa ajili ya kunyanyua Uislamu na kueneza kheri, eh?